Usimamia masuala mbalimbali ya wanawake kisiwani Pemba wameshauriwa kuungana pamoja ili kukuza ushiriki wa wanawake katika uongozi ikiwemo ndani ya vyama vya siasa na kuweza kufikia usawa wa kijinsia katika majimbo na vyombo mbalimbali vya kutolea maamuzi na kuzipatia ufumbuzi changamoto zinazowakabili. Akizungumza katika mkutano maalumu, mkurugenzi wa mradi wa kuwezesha wanawake kushiriki katika nafasi za uongozi SWIL kutoka jumuiya ya mazingira na utetezi wa kijinsia Pemba Haffidh Abdi Said ulioandaliwa na kuwakutanisha pamoja na viongozi wanawake kutoka asasi zisizo za kiserikali zinazosimamia masuala mbalimbali ya wanawake Pemba, pamoja na wanawake kutoka vyama vya siasa huko TAMWA Mkanjuni, amesema wanawake wana nafasi kubwa ya kushinda kwenye uchaguzi kutokana na idadi waliojiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura Zanzibar kufikia asilimia hamsini na sita mwaka huu, kufanya kazi zao. Kwa hivyo miongoni mwetu humu zimo NGO ambazo zinasimama na mama moja kwa moja, humu mna taasisi za masuala ya kisheria ambazo zinasimama na wanawake moja kwa moja, lakini pia mna vyama vya siasa ambavyo navyo kuna kamati zao za kina mama, mna n na mabaraza hao tumewalika pia. Lakini pia kuna vituo vya vituo vya sheria vya polisi hapo, kuna polisi na madawati yao. Pia ndio tumewalika. Kiasi kwamba tukitoka hapa sasa, tuna kwa mmoja kwa kila bahati. Lakini mnajua mara hii katika buku la, la daftari la kupiga kura, waliojiandikisha nake ni 56. Maana kama mtajikaza kwa kweli hamtama nami, hata haja mchango wao. Si kweli? Kama mtaomesimama na mkaona mtakomotari kusaidiana wanawake kwa wanawake. Kwa hivyo kama wanaume watakubali kutusapoti nao tuendelee kwa sapoti, maanake itakuwa ni njia nzuri ya mwafaka ya kuona wana mama nao nafikia ile malengo leo tunakusudia. Na ndio maana tukatana leo, sasa tujipatiane taarifa tujipatiane maelezo kidogo, ili mwisho wa siku tukutane na kauli moja. Naye Salma Omar Zeni kutoka jumuia ya wanasheria wanawake Zanzibar ZAFELA pamoja na Zakia Shabani Daudi ambao ni miongoni mwa watekelezaji wa mradi huo wa SWIL wameeleza umuhimu wa wanawake kupata nafasi ya uwakilishi katika nafasi za uongozi. Tukapitia na sheria za ECA pamoja na ile ya anti money laundering sheria. Je, hizi sheria vipi wanawake kipindi hiki cha uchaguzi? Sera hizi zitawalinda vipi wanawake kwenye kipindi hiki cha uchaguzi? Unajua, na wanawake wengi wanapata changamoto, hasa ikipika kipindi cha uchaguzi, wengine hawana pesa. Kwa hiyo serikali inawasaidia vipi katika vile vitengo vyake rasmi na wanawake wengine wanapata masuala ya utadilishaji, je, uh, rushwa. Kwa hiyo vitu kama hivi tunaweza kuangalia, na hiyo ripoti iko tayari, kila tutaishare kila taasisi. Uongozi si lazima niende kwa sheha, hata kujisimamia wewe mwenyewe, kutetea ile nafasi yako, kutetea zile haki zako, uwezo wa kuzungumza. Imagine jana tunafika, jamani, shehia hii kuna changamoto gani? Kimya. Wanawake wanazungumza naume, kuna changamoto gani? Kimya tunyanyuke sisi wenyewe, tulialika mkutano tuzungumze kwanza, ndo mtu anagumia chini anasema kuna hiki kuna kile, lakini pengine viongozi wetu. Awali akieleza hali halisi ya ushiriki wa wanawake na uongozi Zanzibar, afisa tathmini na ufuatiliaji kutoka TAMWA Zanzibar Mohammed Khatib Mohammed amesema bado hali hairidhishi katika kufikia usawa wa kijinsia hususan katika vyombo vya kutolea maamuzi pamoja na nafasi za kuwania majimboni, jambo ambalo chama hicho kimedhamiria kuanzisha jukwaa maalum litakalowezesha kufuatilia kwa ukaribu mwenendo wa ushiriki wa wanawake katika hatua wa zote za uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Early warning actors. Early warning actors ni platform ambayo imekuja kwa ajili ya Uh, ya kufichua vitendo vya udhalilishaji wanaofanyiwa wanawake kipindi cha uchaguzi, kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, lakini sio kufichua tu, kuvidocument, kufanya ufuatiliaji, lakini kukutana na wadau ambao wanaweza akatusaidia kupambana na vitendo hivyo, na mwisho wa siku kuja na ripoti ambayo itaonyesha hali halisi ya vitendo vya udhalilishaji kwa wanawake kabla ya uchaguzi, kipindi cha uchaguzi na baada ya Uchaguzi. Nao baadhi ya wa washiriki wa mkutano huo wakiwemo Amina Haji Heri kutoka jumuiya ya wanawake wa Kiislamu, Hidaya Mjaka Omar kutoka umoja wa watu wenye ulemavu, Wahida Rashid Ali kutoka chama cha ACT Wazalendo, wameahidi kuunga mkono azma hiyo huku wakisema kuwa bado juhudi za kufikia usawa wa kijinsia katika vyombo vya maamuzi zinaendelea kurudishwa nyuma na baadhi ya changamoto ikiwemo udhalilishaji wakati wa kuzitafuta nafasi hizo, wanaume kuendelea kubaki madarakani bila ya ukomo maalum katika majimbo, pamoja na mila na desturi zinazowafanya wanawake kurudi nyuma katika kuendeleza mapambano hayo ya kufikia usawa wa kijinsia katika nafasi ili ni tatizo ni chaguo bunge bosaoozi maalumu alilejina hali imaraanza, lakini jengine linalo i linalotuzofisha zaidi wanawake ni kama serikali au taasisi au vyama, na ili ni changamoto, na lipeleka hasa lionekane, kama twataka tupate mabadiliko na wanawake, nasiye tuonekane kama nasie tuna haki sawa kama wanaume, tuwe haki sawa kuwa uku chini huku hatukuwa na ile foundation nzuri. Kwa maana hiyo ni kusema tu, ili kuweza kunyanyua hii hali ya nchi kuwa na viongozi wanawake kuweza kujiamini, basi ni vyema tukaanza na hawa sasa hivi watu uliopo, tukawapa company ya kuweza kuwasapoti, lakini pia na hawa wa chini huku, pengine watoto wetu tukaanza kuwazoesha, angalau kujengea uaminifu kusimama mbele za watu.